Ishara sita zinazoonyesha uliye naye ni mwenzi wa maisha yako. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia ishara sita ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi tambua uliye naye ni mtu sahihi kwenye maisha yako. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza je, ni ishara zipi ambazo zinaonyesha niliye naye ni mtu sahihi na wengi wao wameishia kugonga mwamba na kukosa majibu kabisa. Leo nimekuandalia somo hili zuri sana, ishara sita ambazo ukiziona basi tambua ya kuwa uliye naye ni mtu sahihi. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wa thamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndio marako ya kwanza kabisa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 Tuende moja kwa moja tukaziangalie ishara sita zinazoonyesha ya kuwa uliye naye ni mwenzi wa maisha yako. Ishara namba moja: kupata amani ya kutosha ya moyo juu ya mtu huyo. Hii ni ishara ya muhimu sana ambayo inaonyesha ya kuwa uliye naye ni mtu sahihi wa maisha yako, kupata amani ya kutosha ya moyo. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, Mungu akikuongoza kwenye jambo lote anakupatia amani ya moyo siku zote. Mungu akikuongoza kwenye jambo lote anakupatia amani ya moyo. Amani ni mojawapo ya tunda la Roho Mtakatifu, ndiyo maana ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya tano 5 na mstari wa 22, imeandikwa nukuu, lakini tunda la Roho ni upendo furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Kwa hiyo ukiona jambo lolote, siku zote Mungu akikuongoza kwenye jambo lolote, anakupatia amani. Asilimia kubwa ya watu wako kwenye mahusiano ambayo hakuna amani kabisa, lakini wao wanalazimisha amani. Unakuwa ukiwa kwenye mahusiano ambayo, uh, mahusiano kama ukiona ishara moja hapo, inakuonyesha mtu huyo ni mtu sahihi unakuwa kabisa na amani ya moyo ndo maana ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na mstari wa saba imeandikwa na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu itakuwa katika Kristo Yesu. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua au ishara mojawapo ambayo unatakiwa kuitambua ya kuwa mtu uliye naye ni mtu sahihi, unakuwa na amani ya moyo, yaani amani ya moyo ndani mwako, unakuwa na amani ya kutosha juu ya mtu huyo, unakuwa hakuna hofu wala mashaka juu ya mtu huyo. Kwa hiyo hii ni ishara ya kwanza ambayo ni ya msingi sana, ambayo ukiiona, basi unatakiwa utambue ya kuwa uliye naye ni mtu sahihi. Asilimia kubwa ya watu wako kwenye mahusiano ambao mahusiano hayo hayana amani kabisa. Yaani haiwezi kapita siku moja mtu ajalia, haiwezi kapita siku moja au ikapita hata masaa matano wakiwa na amani, lazima wanakuwa wanakosa amani. Kwa hiyo ishara ambayo inaonyesha kuwa mtu uliye naye ni mtu sahihi unakuwa unapata amani ya kutosha juu ya mtu huyo. Yaani unakuwa na amani ya kutosha kabisa juu ya mtu huyo. Ukiona ishara hii basi tambua ya kuwa mtu uliye naye ni mtu sahihi wa maisha yako. Lakini ishara ya pili ambayo inaonyesha kuwa uli naye ni mtu sahihi au ni mwenzi wa maisha yako kuwa na urafiki wa ukaribu sana na unaodumu na mtu huyo. Kwa hiyo mnapokuwa marafiki sana, hii husaidia kila mmoja kumjua mwenzake kiundani zaidi. Ni muhimu kuoa au kuolewa na mtu ambaye ukiwa karibu naye unakuwa unajisikia vizuri ni muhimu. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na mtu ambaye ukiwa karibu naye au ukijiona mna urafiki wa kutosha, na ukiwa karibu au unapojiona ukiwa karibu na mtu huyo, unakuwa unajisikia amani, unakuwa unajisikia furaha, unakuwa unajisikia vizuri kuwa na mtu huyo. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa mtu huyo uliye naye ni mtu sahihi. Unapokuwa karibu naye unakuwa unajisikia furaha kabisa, unakuwa unajisikia vizuri kabisa kuwa karibu naye, unakuwa unajisikia kuna amani kuwa karibu naye. Wapo watu ambao wako kwenye mahusiano lakini wakiwa karibu, unajikuta mtu anakuwa anajisikia vibaya kuwa karibu na mtu aliye naye. Basi ukiona ishara unajisikia uko haujisikii vizuri kuwa karibu na mtu huyo, basi tambua kuwa mtu huyo ulio naye sio sahihi wa maisha yako. Lakini ukijiona mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano, unakuwa unajisikia furaha, unajisikia vizuri sana pale mtu yule anapo kuwa karibu na wewe, unakuwa unajisikia kuna amani kubwa, unajisikia furaha sana mtu yule anapokuwa karibu na wewe. Hii ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa uliye naye ni mtu sahihi. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili na mstari wa kumi na nane imeandikwa nukuu, Bwana Mungu akasema si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndo maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili na msara wa 18, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufana naye. Kwa hiyo ukijiona uko kwenye mahusiano na mtu ambaye ukiwa karibu naye unakuwa unajisikia vizuri, unakuwa unaona kuna kampani nzuri, unajisikia ndani mwako vizuri. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa mtu ule naye ni mtu sahihi. Ndio maana Mungu lasema, Bwana Mungu akasema si vema mtu huyo awe peke yake, yani si vema mtu huyo awe peke yake. Unakuwa unajisikia vizuri ukiwa na mtu huyo, unakuwa unajisikia vizuri, unajisikia amani, unajisikia furaha kuwa karibu na mtu huyo. Ishara hii inaonyesha ya kuwa uliye naye ni mtu sahihi. Lakini ishara namba tatu, ambayo inaonyesha kuwa uliye naye ni mtu sahihi wa maisha yako, kupata uhakika wa ndani unakuwa na uhakika kabisa kuwa uko kwa ajili ya huyo na mtu huyo yupo kwa ajili yako. Unakuwa una uhakika kabisa kutokea ndani, yani unapata ule uhakika tunasema, unapata unakuwa na assurance ile uhakika wa ndani. Unakuwa na uhakika wa ndani ya kuwa wewe uko kwa ajili ya mtu huyo na mtu huyo yupo kwa ajili yako. Kwa hiyo unakuwa unapata uhakika wa ndani. Hii ni ishara ya tatu ambayo inaonyesha kuwa ule naye ni mtu sahihi. Uhakika wa ndani unakuwa na uhakika wa ndani lakini ishara namba nne inayoonyesha kuwa uliye naye ni mwenzi sahihi wa maisha yako au ni mwenzi wa maisha yako au ni mtu sahihi wa maisha yako, kuwepo kwa uaminifu wa kutosha katika mahusiano yenu. Kuna kuwepo na uaminifu wa kutosha katika mahusiano yenu. Ukijiona uko kwenye mahusiano, lakini mahusiano hayo kunakuwa hakuna uaminifu wa kutosha basi, tambua ya kuwa mtu huyo sio sahihi. Ukijiona uko kwenye mahusiano lakini mtu huyo unashangaa anakuchiti, anaanza kutoka na mtu mwingine, unaanza kusikia, labda unamkuta, labda yuko kakuchiti, anatoka na mtu mwingine, au labda mko kwenye mahusiano, lakini mtu huyo anaamua kukusaliti, anaanza kutoka na mtu mwingine, basi tambua kuwa mtu huyo sio sahihi kwa ajili ya maisha yako. Lakini ukiona mtu ambaye anakuwa, anakuwa mwaminifu, anakuwa na uaminifu wa kutosha katika mahusiano yenu, basi tambua kuwa mtu huyo ni mtu sahihi kwenye maisha yako, na hutakiwi kumwacha kwa namna yoyote mtu ambaye ana unakuwa mwaminifu sana, hauwezi kuchepuka, hauwezi kukusaliti, hauwezi kutoka na mtu mwingine. Basi tambua mtu huyo. Ukimwona mtu wa namna hii ambaye anakuwa ana uaminifu wa kutosha, tambua huyo ni mtu sahihi. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiingia kwenye mahusiano ambayo unakuta mara ya kwanza amechitiwa, mara ya pili amechitiwa. Anaona tu, ah, ah, ni kawaida tu, mtu huyo atabadilika. Na mwisho wa siku anaishia maumivu makali sana. Ndio maana leo hii kuna watu ambao unasikia, unasikia kuna vitu mbalimbali, unasikia kuna mtu amejiua, unasikia kuna mtu ame, amefanya tukio ambalo sio sio zuri, kwa sababu mara ya kwanza aliona tukio la kwanza lile ndio indiketa ya kwanza ya kutokuwa mwaminifu, lakini akaamua kukaza fuvu. Waswahili wanasema akaamua kukaza fuvu, na mwisho wa siku akaja akakutana na kitu kizito. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo natakiwa kulitambua ukiona uh, mtu uliye naye hana uaminifu kabisa, anakuchiti labda, mko kwenye mahusiano, mmepanga vitu fulani za maisha, mko vizuri, mnaishi vizuri, lakini mtu yule akaamua kutoka na mwanaume mwingine aidha, e, ukamkuta labda amelala na mwanaume mwingine au anatoka na mwanamke mwingine, basi tambua kuwa mtu huyo sio sahihi. Lakini ukimwona mtu ambaye yeye, mko kwenye mahusiano, lakini ni mwaminifu, anaweza uwezo kujitunza, hata kama uko mbali, anaweza kuwa mwaminifu akawa aka mwaminifu kwako asi asichepuke na watu wengine, asichoke na watu wengine, mtu huyo ni wa muhimu sana, mtu mwaminifu. Ukiona kwenye mahusiano na mtu ambaye ni mwaminifu sana, hii ni ishara moja wapo inayoonyesha kuwa mtu uliye naye ni sahihi kwa ajili ya maisha yako. Lakini ishara nyingine, ukiona mahusiano yako yanakuleta ya karibu sana na Mungu, ukijiona huko kwenye mahusiano ambao mahusiano hayo yanakufanya uwe karibu sana na Mungu, basi tambua ya kuwa uh, uliye naye ni mtu sahihi. Ukiona mtu ulio naye ndio anakufanya unakuwa karibu sana na Mungu, unaikuta unakuwa karibu, unamtafuta Mungu, anakuwa yanahamasisha yana, yana kuwa karibu na Mungu, basi mahusiano hayo au mtu yule naye ni mtu sahihi kabisa wa maisha yako, hautaki kumwacha. Asilimia kubwa watu wameingia kwenye mahusiano ambao mahusiano hayo yanawafanya wawe mbali na Mungu. Wako watu ambao walikuwa vizuri kabisa kabla ya kuingia kwenye mahusiano, walikuwa wana uwezo wa kufunga, walikuwa wana uwezo wa kusali, walikuwa wana uwezo kabisa wa kumtafuta Mungu, lakini baada ya kuingia tu kwenye mahusiano, ukashangaa mtu yule alikuwa ana uwezo wa kumtumikia Mungu, anaacha kumtumikia Mungu. Mahusiano yote ambayo yanakuweka mbali na Mungu, mahusiano hayo ni na hutakiwi kuthubutu hata kuingia. Ukikaza fuvu utapasuka. Lakini ishara nyingine ambayo inaonyesha kuwa mahusiano au mtu uliye naye ni sahihi, ukiona mahusiano yanaleta matunda mazuri Ukiona uko kwenye mahusiano huyo mtu na mahusiano hayo yanaleta matunda mazuri, yanaleta ya matu, matokeo mazuri, yanaleta ya matunda mazuri, yanakufanya wewe uendelee mbele, yanakufanya wewe uendelee kupiga hatua, basi tambua kuwa mtu ulionaye ni mtu sahihi. Lakini ukijiona uko kwenye mahusiano, lakini mtu huyo ulionaye anakufanya kila siku unalia, unarudi nyuma bila kusonga mbele, unajikuta unarudi nyuma. Basi tambua mtu ulionaye sio sahihi. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe. Lakini pia kama bado hujalike video hii, hakikisha una like video hii kuonyesha upendo, kuonyesha upendo. Kama umependa somo hili, basi hakikisha una like video hii. Lakini pia Mungu akubariki wewe ambao utatumia muda wako kushare linki ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Tukutane kipindi kijacho na kupenda sana.